Mtumishi wa Bwana, shalom. Mungu akubariki sana. Karibu sana kwenye kipindi hiki na wakati mwingine ambao Bwana ametupa tuweze kujifunza habari za uzima kwa ajili ya maisha ya kiroho na kimwili. Kuna mambo matatu, naomba tuyatazame kwa ufupi. Kuna kitu kinaitwa hekima, amini, maarifa. Kuna kitu kinaitwa maarifa, kuna kitu kinaitwa ufahamu, na kuna kitu kinaitwa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tunaelewa nini maana ya maarifa. Tunaenda shule kupata maarifa, tunaenda shule kujua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana, kwa maana nyingine tusema, maarifa ujaza akili. Maana yake katika maisha ya kidunia, kwa jinsi unavyosoma sana, ndivyo unapopata maarifa sana, lakini sio kwamba unapata ufahamu sana. Siku moja tutaongelea maarifa na ufahamu na hekima ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kumbe, maarifa ni ukweli kujua au kuwa na taarifa kwa, kwa lugha nyingine, maarifa ndiyo mzizi wa ufahamu na hekima, hatua ya kwanza kabisa. Bila kujua hauwezi kuelewa, na bila kuelewa hauwezi ukafanya maamuzi sahihi. Narudia, bila kujua, ndiyo maarifa, hauwezi kuelewa, na uwezi kuelewa, ndiyo ufahamu na pasipo kuelewa hauwezi kufanya maamuzi sahihi. Hiyo ndiyo hekima. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana, ukisoma kitabu cha Misali kumi na nane kumi na tano, moyo wa mwenye ufahamu hujipatia maarifa, masikio ya mwenye hekima huyatafuta maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa mwenye ufahamu, Mithali kumi na nane kumi na tano, moyo wa mwenye ufahamu hujipatia maarifa. Kwa hiyo tumeona maarifa ni raw material au ni mali gafi kwa ajili ya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Masikio ya mwenye hekima utafuta maarifa, masikio ya mwenye hekima utafuta maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe, watumishi wa Bwana, katika maisha yetu tunajifunza, kumbe ufahamu na hekima na maarifa ni vitu vya msingi katika mafanikio ya mwanadamu kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tumishi wa bwana. Ufahamu kwa lugha nyingine ya Kiingereza tunasema ni understanding, kwa maana nyingine. kwa nini narudia kwa nini? namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu uongoza fikra, ndio maana unaweza ukawa na maarifa lakini fikra zako bado hazijabadilika. Unaweza ukawa na elimu lakini fi